Mechi nakuja kuchezwa Zanzibar, wenyeji wetu ni watu wa Zanzibar. Wao wana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha ya kwamba wanaipeleka Simba fainali, na kwa hilo mimi sina mashaka nalo. Nitoe rai, nitoe wito, nitoe ombi kwa Wazanzibari wote kuhak, hasa wa Simba kuhakikisha ya kwamba tunashikamana tunapambana, tunafanya kila kinachowezekana, mnyama anakwenda nusu fainali. Niwahi kusema katika mazungumzo yangu ya kwamba kila kila kila kila kila wakati wana historia yao, wenzetu wana Simba wenzetu wana historia ya kuipeleka Simba fainali mwaka 1993 mwaka 2025 tunatakiwa kuandika na sisi historia yetu, ambayo itakuwa ni kuipeleka tena na Simba fainali, lakini sio tu fainali na kuchukua na ubingwa wenyewe. Kwa hiyo hii imekuja wakati mwafaka na sisi kuandika historia yetu ya kuipeleka Simba fainali. Kuandika historia ya taasisi kubwa kama Simba haiandikwi na upande mmoja, haiandikwi na mtu mmoja. Inaandikwa na jamii nzima iliyozunguka taasisi hiyo. Hapa nawazungumzia wanaSimba.